Mtazamaji, tupo kwenye uh, exclusive interview ikiwa ni mwendelezo wa mahojiano yetu na viongozi mbalimbali wa uh, dini. Tuko na, leo tuko na Prophet IPM na tuko nje kidogo ya kanisa lake hapa, na zile shughuli zote ambazo huwa unazitazama kule kupitia IPM TV, IPM TV, eh, kwenye page yake moja kwa moja ya Prophet IPM pale Instagram basi shughuli zinafanyika hapa, tusiende sana huko. Leo tutizame namna ambavyo vuguvugu uh, vugu, sasa hivi linaloendelea hili la maandamano, lakini madakuni kutizama jinsi ambavyo viongozi wa kiroho wanaweza kuhubiri amani na kwa namna ambavyo kipindi hiki wanaweza kuwavusha watanzania mbalimbali. Prophet IPM tumemchagua kwa sababu amekuwa ni miongoni mwa wachungaji ambao wanatizama nje ya box. Mada zake mbalimbali ambazo mba anaziendesha, aa, bila shaka zimekuwa zikiwapendeza watu wengi sana sana sana sana. Prophet, habari yako? habari salama tu, pole na majukumu. pole nawe na, na majukumu, namshukuru Mwenyezi Mungu. unafanya kazi kubwa sana, nashukuru sana kaka. karibu sana kama vile ambavyo mada tumeitambulisha. mm. uh, kwanza kabisa tunaona kuna mambo yanaendelea hapa kwenye, kwenye, kwenye kanisa lako mm. kuna posta umeipin kabisa pale kwenye Instagram ukiwa na gwanda za kijeshi inazungumzia mm. ina, ina, ina, ina nini tumasi tunasema unafanya mambo nje, okay, ile <laughs> tuna mimi, kwanza ni balozi wa majeshi ya Tanzania. Kwa hiyo kama balozi, huwezi ukawa balozi alafu usiyapende majeshi yako. Kwa hiyo ile ni ibada maalumu inayo inayowakaribisha maafisa wote e, maafisa wa jeshi la wananchi wa Tanzania, kurugenzi ya usalama wa taifa, uhamiaji, magereza e, TAKUKURU, jeshi la zimamoto, hata e, wagambo pia tunawakaribisha e, kwa sababu wote tunawaunganisha katika e, taasisi ya maafisa T. Tunafanya hivyo kwa sababu mi napenda sana majeshi yangu sana nayapenda sana nayapenda sana, majeshi ya Tanzania kwa sababu hakuna majeshi yanayoweza kuwa majeshi bora kwangu isipokuwa majeshi ya Tanzania. Juu ya masuala fulani ya watu ku complain juu ya swala la eh, swala la kutaka rais aondolewe madarakani, unaona bana. Sasa unaposema rais aondolewe madarakani, lazima eh, tuangalie kuna sheria na kanuni amevunja Unajua, mi nawambiaga watu ukweli. Mi ni mtu mkweli sana. Kama kuna wakati machafuko yangeingia ni wakati ambapo mheshimiwa Magufuli amefariki pale, si CDF alikuwa na uwezo wa kufanya chochote pale? Hayo mapinduzi hayo mapinduzi. Sasa eh, mambo hayo pale ndio yatakiwa. Yeah, yeah. Yani, pale pale pale palikuwa pagumu sana. Sisi tunakuwa tunaangalia mbali sana, pale palikuwa pazito sana, lakini Tanzania ni nchi ambayo inaongoza kwa sheria na kanuni na ina tamaduni zake, ina miongozo yake. Hii sio nchi ya vurugu, hii ni nchi ya utulivu sana. Ndugu mwandishi wa habari, unapoona Tanzania ina amani, kuna watu hawalali usiku na mchana, wanakwenda wanarudi, wanasafiri wanarudi, wamekodoa macho. Kuna watu hapo kwenye laptop size wamekodoa macho hivyo, hawalali, nani anaingia nani anatoka, lengo Tanzania iwe salama. Ingekuwa nchi ya vurugu muda mrefu ni, watu wengi wanatamaa, wanaitakia Tanzania mabaya. Unafikiri watu wanafurahia kuona Tanzania nchi ya amani? nchi ya amani huko, wenzetu mabomu ma... wengine hawapendi, wanaangalia namna gani tutaingiza chokochoko, lengo vurugu zitokee kwa nchi. Hii ina sheria na kanuni ambazo zinafuatwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo ndio maana watu waliangalia kwenye katiba okay. Katiba inasemaje? Rais akifa makamu anakaa Makamu ni nani? Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo Mheshimiwa rais akakaa kwenye nafasi yake kihalali, sio kimagendo, sio kiuchawi, kihalali katiba, katiba inasema, na hakuna mtu yoyote wa chama chochote aliyepinga hilo swala, si Chadema si CCM, si Chauma, si NCCR mageuzi, sio CUF, hakuna chama kilipinga kwa sababu kilijua hii ni kwa mujibu wa sheria, ni ruksa yeye kukaa pale na as you know, eh, uongozi unatoka kwa Mungu. Mungu ndo alijua kwamba ipo siku upo mwaka ipo tarehe Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan atakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hajajiweka pale, kawekwa na Mungu mwenyewe. Mungu ndo kaamua awekwe pale lakini like, unaweza ukawa na mambo mengi yanatokea, ee, sijui ee, amehusika ee, sijui kifo cha Mheshimiwa Magufuli naye anahusika hasa. Ndo hivyo Afrika, hamna kifo ambacho kina sababu. Mtu akiamua kuchafua anatumia njia yote kukuchafua. Kwa hiyo sasa, unapotaka kumtoa rais sasa, kama mujibu wa sheria, sheria na kanuni zinaruhusu wewe kukaa kwenye kiti, wewe unasema tumtoe, huoni kwamba unafanya kosa? Unapingana na katiba. Ukipingana na katiba, maana yake wewe unavunja sheria na ukivunja sheria nini kinatokea? Sawa. Wito wangu kwa hawa vijana lakini na hawa ambao wana organize ya maandamano, wito wangu, sio dhambi watu kudai haki, lakini haki inadaiwa pindi ambapo haipo, na haki inadaiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni. Tanzania ni spina code ya amani. Unaona hizi nchi zote hizi mpaka South Africa Mandela alikuja kutaka hekima maarifa kutoka Tanzania kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, unaelewa vizuri. Mozambiki Namibia, kuna uko mitaa yote uko ni Nyerere, Nyerere, Nyerere. Kenya, rais wa kwanza wa Kenya hawezi kusahau Tanzania. Yule Museveni hawezi kuleta kiburi hata siku moja, yule anajua Tanzania imefanya nini. Wengine wamesoma hapa hapa kama Museveni amesoma hapa, unaelewa vizuri kwa hiyo Tanzania ni kitovu, ni kitovu, ni spina cord. Spina cord ndio inayoshika mwili mzima. Kwa hiyo Tanzania ni spina cord ya amani kwa Afrika. Kwa hiyo Afrika huko kote, huko watu wanachungulia, wana nini, wanachungulia Tanzania kama spina cord ya amani. Sasa tusijaribie, tusijaribu Tanzania. Sisi wenyewe tunaweza tukazungumza na watu wakasikia, tusiwafumbe watu midomo, wasiongee waongee na hakuna mtu ambaye ni ni ni ni, ni, ni, ni nguli kwamba yanayozungumzwa asiyasikie. Hakuna kiongozi ambaye asikii, wanasikia. Lakini sasa ambacho maybe we, viongozi hawataki ni ile kushurutishwa. Sasa eh, yani sasa inakuwa commandment, yani wewe, ushauri. Hata sisi watumishi wa Mungu tunatoa ushauri, unaruhusiwa kumshauri Mheshimiwa Rais, unaruhusiwa una kumshauri Waziri Mkuu, kumshauri kiongozi yeyote, unaruhusiwa. Lakini unafikishaje ujumbe wako? Unafikisha kwa mabavu wame hey, bwana usipofanya minda ah, ah. Sasa tukifanya hivyo inakuwa vurugu, kila mmoja akitaka kutumia nguvu eh, tutajikuta hatujengi nchi, tunabomoa nchi. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana waipende Tanzania, waipende nchi yao, wasikubali kushawishiwa, wasikubali mihemuko, anaelewa vizuri e, eh, nchi ikishavu ni gharama sana. Nchi ikiingia vitani kaka, kuirudisha kwenye hali yake ya kawaida ni gharama kubwa sana, na wakati fulani Tanzania ilipopigana na Uganda ilitumia muda mrefu sana hapo ku restoration ule urejesho wa mambo kukaa sawa ni gharama. Swala la jeshi ni swala ambalo likishaingia ndani ya jeshi linabidi liachiwe msemaji wa jeshi eh. nikilizungumza swala ambalo linaendelea ndani ya jeshi, maana yake tayari nakuwa nimevunja taratibu, kwa sababu ndani ya jeshi kuna sheria na kanuni huwezi ukatoka tu wewe mwanajeshi, kwa mfano alivyofanya vile Captain Tesha ile, amevunja sheria za kanuni za jeshi. E, kwa sababu wewe kama Captain, uwezi kumcommand CDF eh, yani uwezi hata kanali uwezo ukamcommand CDF. Kuna lugha ya kuzungumza na CDF kuna lugha ya kuzungumza na Captain. Kuna lugha ya kuzungumza na kanali wa jeshi. Kwa hiyo jeshi lina msemaji wake wa jeshi, kwa linapotokea jambo lolote e, katika nchi linalohusiana na jeshi atakuja kuzungumza nani? Atakuja kuzungumza msemaji wa jeshi. Hapo sasa hivi sonona nilikuwa nazungumza na nani na msemaji wa immigration, unaelewa vizuri. Kwa hiyo kuna msemaji wa immigration, kuna msemaji wa jeshi, unaelewa vizuri. Kuna msemaji wa TAKUKURU, kila idara, kila taasisi na msemaji wake. Kwa hiyo mimi siwezi kulizungumzia hili kwa sababu bado liko ndani ya jeshi, linafanyiwa linafuatiliwa kwa sheria na ka, na kanuni za kijeshi litakapokuwa liko tayari basi, je, msemaji wa jeshi atakuja kufanyaji, atakuja kuliweka wazi mbele ya jamii na kila kitu kitakuwa sawa. Ote, Oktoba 29. Oktoba ishirini na tisa, ninaomba watu tu wawe na amani, wanaokwenda kupiga kura waende kupiga kura kwa amani. Ehe, wale ambao wanatamani kuangalia TV waangalie TV, wanaotamani kula ubwabwa wale ubwabwa, papite kwa amani. Mi, mimi ni kiongozi wa dini, lazima nitamani amani, siwezi kutamani vurugu kwa namna yoyote ile, ukizingatia ni balozi wa majeshi yeah. <laughs> Thank you.